Ni matumaini yangu ya kuwa hujambo mtazamaji unayenitazama muda huu. Tayari niko hapa Lupimo Sanitarium Clinic kukuletea mwendelezo wa vipindi vya afya, na leo nitakuwa nikizungumza na tabibu Madila ambaye atakuwa akikuelimisha juu ya changamoto mbalimbali, na leo atakuwa akizungumzia kuhusiana na changamoto ya vidonda vya tumbo, changamoto ambayo imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana, wanaume kwa wanawake, watoto kwa watu wazima. Sasa ambatana nami mwanzo mpaka tamati, utaweza kufahamu ni zipi dalili za vidonda vya tumbo lakini pia nini kinapelekea changamoto hii ya vidonda vya tumbo, na je, matibabu yake yapo? Ambatana nami utaweza kujifunza mengi. Naam, kama nilivyokutaarifu hapo awali kwamba tayari niko hapa Lupimo na muda huu niko ofisini kwa Dr. Madila kuweza kuzungumza mengi juu ya uh, changamoto ya vidonda vya tumbo, kama nilivyokuambia kwamba leo atakuwa akizungumza na kutoa elimu kuhusu uh, swala so zima la vidonda vya tumbo. Daktari, naam, habari za muda huu? Uh, salama kabisa. Hmm, tunatu uh, mambo yanaenda <laughs> mambo yanaenda <laughs> ndio. Naam, sa, sawa sawa. Uh, kwa huyo ambaye anatazama muda huu pengine, uh, ndo anaanza kutazama video hii, tukumbushe jina lako kwanza, unaitwa nani na unajishughulisha na nini kwa ufupi sana? Naam, kwa majina naitwa Tabu Emmanuel Madela kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa huduma za matibabu kwa kutumia dawa za mimea, mboga mboga na matunda. Ndiyo, ndiyo. Na hapa tuko Dar es Salaam, tupo kwenye ofisi yetu ya Dar es Salaam ambayo inapatikana Riverside barabara ya kuelekea jeshini hapa hapa, tuko Dar es Salaam, na mimi nimefika hapa Dar es Salaam na lakini Aa, siku nyingine nitawatembelea uh, ofisi zote mikoa yote inapopatikana, nitapita huko kuweza kuzungumza na madaktari. Na leo uh, kama nilivyomwambia mtazamaji kwamba tutakuwa tukiangazia juu ya vidonda vya tumbo no. Tukianza labda kwa ufupi, vidonda vya tumbo ni vidonda gani? Ni vidonda kama vidonda vingine uh, vidonda vya tumbo kwanza, kitaalamu tunaita peptic ulcer disease, wengine wanafupisha anaita PUD, okay. Eh, tunapoongelea vidonda vya tumbo ni kweli kabisa, ni vidonda kama vidonda vingine isipokuwa vyenyewe vinapatikana katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula mm. Kuna vidonda ambavyo vinatokea katika umio au bomba la chakula ambavyo hivi tunaviita esofagio asas, lakini kuna vidonda ambavyo vinatokea katika mfuko wa chakula eh, ambayo hivi tunaviita gastric asas, lakini kuna vidonda ambavyo vinatokea mwanzoni mwa ule utumbo mdogo ambayo hivyo tunavita duodino ulcers. Kwa hiyo ni vidonda kama vidonda vingine isipokuwa vyenyewe vinakuwa katika mfumo wa meng'enya ya chakula. Mm na vimegawanyika katika makundi hayo, makundi hayo esofaga asas, mm. Uh, gastric asas pamoja na dodino asas. Sawa sawa. Uh, pengine huyu ambaye anaposikiliza mda huu uh, kuna aina moja wapo kati ya hiyo ambayo umehitaji nayo lakini hafahamu dalili ipi. Dalili zinatofautiana kulingana na hizo aina au ni zote kwa pamoja? Uh, kuna dalili za pamoja, lakini pia kuna dalili ambazo zinatofautiana kutokana na aina ya vidonda vya tumbo mm. Mfano mgonjwa mwenye eh, uh, esophageal ulcers ndio e, mara nyingi yeye anakuwa anacheua vitu vikali na anakuwa anapata maumivu makali katikati ya kifua ehe, lakini vile vile mtu mwenye vidonda vya tumbo ambavyo ni gastric ulcers, vile ambavyo vipo katika mfuko wa chakula, huyu mara nyingi anapokula chakula tu, akisha maliza kula chakula anapata maumivu makali sana, chakula chochote akila nyama, kila e, ugali wa dona anapata maumivu makali ya tumbo. A yeah, sasa sehemu ya juu ya kitovu. Mm -hmm. Lakini kuna huyu ambaye ana hivi vidonda vya tumbo ambavyo tunaviita duodeno asas, yeye akichelewa kula tu maumivu ya tumbo anakuwa ni makali kwelikweli. Mm -hmm. Na hawa ndio wengi zaidi, wengi wanapata vidonda hivi ambavyo tunaviita duodeno asas, ambavyo hizi mara nyingi akichelewa kula tu mm -hmm. akipitiliza ratiba ya chakula maumivu ya tumbo yanakuwa ni makali kweli kweli, lakini kuna dalili zile za pamoja ambazo tunasema kichefuchefu. Mgonjwa mm, e, vidonda vya tumbo anakuwa anapata hali ya kichefuchefu, wakati mwingine anatapika. Ehe, na vinapokuwa vimekomaa muda mrefu na kutoa damu eh, na kupasuka na kutoa damu, mara nyingi mtu huyu nakuta anatapika damu, tena damu inakuwa ni nyingi sana. Lakini kuna wale wengine ambao nakuta anakuwa anapata vichomi vichomi maeneo ambavu, wakati mwingine vinaenda mpaka mgongoni. Hizo nazo ni dalili za vidonda vya tumbo, kukosa hamu ya kula, kujisikia tumbo limejaa wakati wote eh, tumbo kujaa gesi mara kwa mara hizo zote ni dalili za changamoto ya vidonda vya tumbo. Mm -hmm. Ndio, sawa sawa. Ah, pengine kuna mtu anatutazama sasa hivi pia na yeye anasumbuliwa na maumivu ya tumbo. Sasa tutofautishie hapa daktari, maumivu ya tumbo yale ya kawaida na mm. maumivu ya vidonda vya tumbo, tofauti yake ni nini? Ah kwanza kabisa maumivu ya vidonda vya tumbo mara nyingi yanatokea sehemu ya juu ya kitovu. Ehe, hapo ndipo maumivu ya vidonda vya tumbo yanatokea. Lakini maumivu ya tumbo endapo kama yanatokea chini ya kitovu, haya yawezekana kaa eh, tunasema kwamba ni maumivu ambayo yanatokana na mtu mwenye changamoto za UTI au kama ni mama basi yawezekana akawa na PID mm, ehe, au kama ni mwanaume yawezekana na changamoto za ngili UTI na kadhalika. Kwa hiyo maumivu yanayotokana na vidonda vya tumbo mara nyingi yanatokea juu ya kitovu ehe, lakini kikubwa zaidi ni kufanya vipimo. Huwezi tu ukajua kama una vidonda vya tumbo au la pasipo kufanya vipimo kwa mm, kikubwa ni kufanya vipimo, na ndio maana sisi Lupimo Sanitarium Clinic, mgonjwa wetu kabla ya kumpatia matibabu lazima tukupime kwanza, tutampima kwanza tuweze kujua kama shida ni vidonda vya tumbo au ni tatizo jingine ambalo linamsumbua mgonjwa huyu mm, na mtu anaweza kawa na changamoto ya vidonda vya tumbo na asipate maumivu yoyote ya tumbo. Ah, inawezekana sasa, vidonda vya tumbo vinapokuwa vinapokuwa katika eh, dalili za awali vidonda vya tumbo vinatua takribani nne, eh, sasa katika awamu ya kwanza na ya pili, mtu tumbo linaweza likaa linajaa gesi na wakati mwingine tu anapata hali ya kichefuchefu, lakini hapati maumivu ya tumbo eh, eh, manake pale ni kwamba vidonda vya tumbo vinakuwa kwenye eh, hatua ya mwanzo, lakini vinapofika hatua ya tatu na hatua ya nne mtu huyu anakuwa anapitia changamoto ya maumivu makali ya tumbo mm. E, kwa hiyo katika hatua za mwanzo mtu anaweza kana vidonda vya tumbo na asipate maumivu yote ya tumbo, sawa sawa, okay. naam, nafikiri uh, mtazamaji unayetutazama muda huu, kuna kitu ambacho umejifunza kupitia dalili hizi, na kama una dalili hizi ambazo daktari amezitaja basi moja kwa moja uh, wafikie Lupimo Sanitarium Kliniki, wataweza kukusaidia matibabu yapo, na dawa ni za uhakika kabisa.